Na mtazamaji, mimi ni Eve Anthony Kazimoso. Karibu tuyanze tumaini habari. Lakini waweza kutufuatilia mubashara kabisa kupitia mtandao wetu wa YouTube kwa kuandika tumaini underscore tv hapo na kuona tufuata mubashara kabisa, tukianzia hapa jijini Dar es Salaam ambapo waziri mkuu Kassim Majaliwa ametoa wito kwa wadau wa elimu na mafunzo ya ufundi stadi nchini watoe mafunzo yanayozingatia mahitaji halisi ya soko la ajira na hii hapa ni ripoti zaidi. Unaweza ukajiuliza ni nani au ni kina nani na waliwaza nini kuja na wazo la kuanzisha mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi Tanzania. Ni miaka 30 sasa tangu mamlaka hii kuanzishwa na mafanikio yake yanaonekana dhahiri. Kazi yangu mimi ni fundi umeme wa magari, meli magehema ni mfano wa mwanadada aliyekataa kuwa tegemezi na kuamua kujitafutia kipato chake. Ama hakika ameibeba kauli ya mafunzo ya ufundi stadi. Natengeneza gari aina zote, Fuso, Kenta, Losa, Skania na gari ndogo ndogo. Naomba wanawake wenzangu, wanawake sisi tunaweza bila kuwezeshwa, ni maamuzi Juhudi za Meli Magehema zinaongezewa nguvu na mkuu wa chuo cha VETA Butiama, Juliana Salvatori Magesa. Yeye anawahimiza wasichana kuto kukata tamaa katika kufikia ndoto zao. Kwa ni waombe vijana wa kike waje kwa wingi kwenye vyuo vyetu vya VETA. Sisi hapa ni viongozi tumeanzia chini kule, tumesoma ufundi na mpaka tumefika hapa. Kwa hiyo wao wanaweza wakajifunza kutoka kwetu kwamba wasikate tamaa ziko changamoto ambazo wanakutana nazo, lakini sisi kama viongozi wanawake katika mamlaka yetu ya VETA tuko tayari kuwasaidia, tuko tayari kuwabeba kwa njia moja ama nyingine. Ni rasmi sasa, maadhimisho ya miaka 30 ya VETA yamezinduliwa na Waziri Mkuu Kassim Majaliwa, ambapo amewataka Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kushirikiana na wadau wanaotoa elimu ya mafunzo stadi nchini katika kutoa elimu inayoendana na mahitaji ya sasa. Tumieni fursa ya maadhimisho haya kuweza kuweka mwelekeo wa kitaifa kutoa ushauri wa namna kuboresha mafunzo ufundi stadi hapa nchini. Wale ambao mnaendesha vyuo mna nafasi nzuri ya kueleza changamoto, VETA yenyewe ina nafasi nzuri ya kueleza changamoto zilizopo na namna kuzitatua. Huo mjadala unaoendelea huko mtaani, serikali ichukue muhimu yale yote ambayo ni bora katika kuboresha mfumo wetu wa ufundi stadi hapa nchini. Musa Kondela na Isaya Wilson ni baadhi ya wadau walioshiriki ufunguzi wa maadhimisho ya miaka 30 ya VETA. Kwa nyakati tofauti wamehimiza ushiriki wa vijana kwenye vyuo vya ufundi stadi ili kujifunza kazi kwa vitendo. VETA tunafundisha ujuzi zaidi, kwa hiyo hata kama ulivyosikia waziri mkuu alivyosema hata wali, walioko wenye degree au wenye shahada ya kwanza waje wajiunge na VETA wapate ujuzi. Ni sahihi tu, kwa sababu sio kwamba utapokuwa na, na shahada yako ya kwanza ukipata ujuzi itakurudisha nyuma. Hapana, itakuongezea tu faida, itakuwa ni added advantage kwenye maisha yako wewe mwenyewe. Ila kiuhalisia kwa sisi tulioko VETA ni kitu ambacho kipo na kinaonekana na tunakiishi kwamba ni msimamo mkubwa wa kujiajiri, mengine yanafuata. Kwa mimi namshauri aliyoko mtaani au mwenye elimu nyingine tofauti aifanye VETA pia kama elimu nyingine ya ziada kwa sababu bado itamsaidia katika maisha yake yote. Maadhimisho haya ya miaka 30 ya VETA ambayo yanafanyika katika ukumbi wa mikutano wa kimataifa wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere jijini Dar es Salaam yameanza Machi 18 na na yatahitimishwa Machi 21 mwaka 2025, yakibeba kauli mbiu ya ufundi stadi fursa kama zote. Innocent John, Tumaini Habari.